Anaitwa Ezekiel Eliud James. Anajishughulisha na shughuli ya ujasiriamali, hususan utengenezaji wa sabuni. Elimu yangu mimi ni elimu ya bachelor degree, mimi nimesomea masomo ya, ya Bachelor of Science with Education, Biology and Chemistry. Anhemist uh, ningependa taasisi kama TAHMEF ambazo zinajihusisha na, na masuala ya afya ya akili kuweza kufika katika vyuo kuwapa semina wanafunzi, hasa wajasiriamali ambao wanapenda kufanya biashara huku wakisoma, kuwapa elimu namna gani ya kukabiliana na kuhandle hizo stresi za masomo na biashara, kwa sababu kwa kipindi nasoma niliweza kufanya kazi huku nasoma, lakini zipo changamoto mbalimbali ambazo zinazojitokeza katikati, kwa sababu kama mnavyojua kwamba biashara ina changamoto nyingi na hasa biashara na masomo nakumbuka kumbuka kuna kipindi fulani lilifika wakati ambapo nilikuwa na mawazo mengi, hasa kipindi ambacho mimi nilipata supplementary nne ndani ya semesta moja. Kwa kweli ilikuwa kipindi kigumu sana, na kipindi hicho ilifika hatua paka nasahau hadi kuvaa ya viatu, yaani wakati naenda chuo navaa kiatu kimoja hiki na kiatu kingine tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi kigumu sana, lakini nashukuru Mungu niliweza kuvuka vipindi vyote na nikaweza kumaliza masomo yangu vizuri, na biashara nikaweza kuilinda mpaka nilipomaliza chuo, nikaamua kuifanya full time.